Mheshimiwa Spika, nataka nizungumze kidogo kwa upole hapa, najua katiba inaruhusu, sio dhambi, na Mheshimiwa Rais alitangaza juzi kwamba watumishi wote wanaotaka kuingia bungeni wamwandikie barua e. Nimeona kama sururu kidogo, ni karefu, wengi wamemwandikia waziri wa TAMISEMI na mawaziri wengine. Hatuwaogopi, tunawakaribisha kuja bungeni. Lakini Mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka kushauri hii nyumba, ni nyumba kidogo ya watu, wanatakiwa tuwe wasafi, sio kichaka cha watu kujificha, niombe mheshimiwa. Mheshimiwa Msukuma, naona kuna watu wanasema orodha hii umeiona wapi, lakini waheshimiwa wabunge wale ambao wanataka kujua nani kiongozi kwenye eneo lake anagombea, mtamwona mheshimiwa Msukuma atawajibu. Mheshimiwa Msukuma intelligence inakuwa na baadhi ya watu, sio kwa wote. Nakushukuru mheshimiwa. Nilikuwa na shauri mheshimiwa Mchengerwa, wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hili game ya siasa tunawakaribisha na ni swala la kikatiba, lakini kabla hujawapa idhini ya kwenda kugombea ni kuombe mheshimiwa waziri na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza, wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi Yaani naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia, tunaweka kushoto, na mtu akishaingia humu ameshavaa kinga, hawezi kuitwa. Kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge, peleka special audit. Kichere nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku. Hawezi kukwapua huku tena wakaje kugombea ubunge, haiwezekani. Mheshimiwa Spika, nikuwa naomba sana hilo, vyombo vyote mlizingatie, na Mheshimiwa Waziri kabla hujawaruhusu kuja kugombea wawe na barua zinatuonyesha hao wa watu ni wasafi. Na mimi mheshimiwa spika, bahati moja nzuri, mimi kwenye jimbo langu nikiletewa kiongozi kama mkurugenzi wa kwanza kwenda ofisini kwake, huwa ni kwa mimi, namuuliza nipe plani yako ya baadaye, unataka kwenda kwenu kugombea ubunge au unataka ukurugenzi. Mimi bahati nzuri naletewa watu wanakaribia kustafu, hakuna anayesumbua watu kwenye ubunge, kwa sababu najua mimi ka halmashauri kangu nikachanga ukianza kukakwapua tena kwenda kutunza za ubunge utanimaliza. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa spika, hili swala kwa manufaa ya wabunge wote, naomba hizi barua zitembee ili tupate watu wasafi, viongozi. Mheshimiwa spika, lingine nitaka kutoa ushauri. Tuna tasafu, tasafu iko utumishi, lakini ukiangalia kazi za tasafu nyingi tunazifanya halmashauri nilikuwa nadhani mheshimiwa spika, ikiwapendeza TASAF irudi TAMISEMI ili tudidi nao moja kwa moja. Kuna kitu mheshimiwa spika, wenzangu mnaotoka vijijini mnafahamu, familia maskini zilizokuwa zinapewa pesa na TASAFU elfu thelathini yani yamekuja masharti. Unajiuliza, hawa watu waliotengeneza haya masharti kuwa wanakaa dunia gani? Zile familia maskini, wale wazee ili, ili apewe zile hela alivyokuwa anapewa mwanzo lazima akalime barabara mbunge unafanya ziara unakutana na bibi wa miaka sabini, sitini na tano amepewa hatua kumi za kupalilia utaendelea na ziara au inabidi umsaidie na unajiuliza unajua tuko tofauti mtu aliyekulia bofro na siagi huwezi kulinganisha na mtu amekulia uji wa mwogo halafu na lima mpaka saa kumi na moja. He? Haya mawazo yanafanyika kwa watu ambao hawafanyi research vizuri vijijini. kule vijijini ukikuta mtu ameshakuwa mzee kwanza amezaa watoto kumi na sita alafu naenda kumpimia hatua kumi ili umpe elfu thelathini. Hii serikali ni tajiri sana. Mheshimiwa, nilikuwa nadhani haya majukumu yarudi moja kwa moja kwa wakurugenzi, ili tudili nao na hawa waliotengeneza huu utaratibu, sio sahihi kabisa. Familia maskini, mtu mzee aliyekimbiwa na watoto wake, amewasomesha, mko mjini, mmeniga tai, mama analima vibarua tena vya kulipo elfu thelathini. Hili nadhani pia tunahitaji kuliangalia, lakini nashukuru mheshimiwa waziri umezungumza swala la mwendo kasi. Kwanza nashukuru kwa na kuwa unachukua maeneo machache machache ya ushauri wetu sisi wazoefu mheshimiwa, bado tatizo sizani kama tutaritibu kama serikali. Wewe ndo unanunua magari afu unampa mtu kuendesha, kila mtu anatafuta faida. Kila mtu anatafuta faida, faida mimi siwezi kufanya kazi ya bure, lazima atachukua changu, tuje tukutane kwenye makaratasi, kwenye matatizo. Nadhani mheshimiwa, kama tumeweza kujenga miundombinu mi ile jukumu la uendeshaji tuwape sekta binafsi, yeye mwenyewe na kila kitu cha kwake, na hii kazi si lazima tuwape wageni, si lazima wako watu wa Tanzania kabisa wanaoweza kufanya hizo kazi. Kupeleka mabasi Mbagara, kama mtu ana gari mia anapeleka mpaka Rungwe, yani kwenda Mbagara tunahitaji kuleta watu wazungu kweli? Ninadhani research zenu, na hawa wanaokuja hawana uchungu na Watanzania, wao wanakuja kuchuma ili waende kwao wa. Kwa hiyo hizi kazi ambazo tunaweza kuzifanya sisi wenyewe ninadhani kuna umuhimu wa kuwapa watu wazawa ili waweze kufanya hizo kazi. Mheshimiwa Spika, la mwisho tunaenda uchaguzi, na ninashukuru kwanza chama changu kwa kale ka message kalikotoka jana eh, kalikotoka usiku ka kwamba tutachukua tarehe ishirini na nane. Nashukuru sana chama changu, secretariat pamoja na waliotoa hayo maamuzi. Kwa bunge sasa tu concentrate na bunge eh tufanye kazi ya kibunge tukutane hiyo tarehe ishirini na nane. Na Mheshimiwa Spika, nataka kuambia kwa niaba ya sisi wabunge tunaotokana na Chama cha Mapinduzi, sisi sera yetu tunasonga mbele. Hawa wanaosema no reform, kwa mimi nashauri kama kuna namna yoyote hata ya kuwapitisha mlango wa nyuma, waruhusuni wasaini, tukutane nao, hawana cha ja kutuambia. Kama walitafuta mlango wa kutokea kutokwenda kusaini, wapeni hata kwa ziada ili tukakutana nao majukwani. Mheshimiwa Spika, kwa kazi zilizofanywa na serikali ya mama Samia, mimi sioni hoja. Hata ukizunguka huko mtaani, unawaambia watu tuzuia uchaguzi, leta hoja. Mwanzoni kulikuwa na hoja yes, hojasrepa watu wengi walitoka hata walioenda shule wasomi, lakini leo tunaenda kuzuia uchaguzi kwa sababu ya madaraka? Hapana, wasitupe jezi, tunawasubiri wasitukimbie. Tarehe ishirini na nane likiachiwa tukutane kitaa. Wote tunajua kuongea. Asante sana Mheshimiwa Spika.